Tonight, I wish to speak to you. Habari mpya zilizotufikia hivi punde kutoka mashariki ya kati, dunia yazidi kutetemeka. Karibu tena katika Hubah online tz, mahali unapopata habari kuu zilizoiva, zenye uzito na msisimko wa kimataifa. Leo tunakuletea taarifa maalum kuhusu kile kinachoendelea kati ya Marekani, Iran na Israeli. Mvutano umezidi na sasa hali inaelekea kuwa mbaya zaidi. Hali yazidi kuchemka. Marekani yatangaza umiliki wa anga ya Iran. Katika hatua isiyotarajiwa, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa sasa Marekani ina udhibiti kamili na wajumla wa anga juu ya Iran. Kauli hiyo imeibua mshtuko duniani kote. Si hayo tu, Trump ameashiria kuwa Marekani inaweza kumlenga hata kiongozi mkuu wa Iran. Hili si tishio la kawaida, ni onyo la wazi. Irani yalipazia makombora ya rushwa moja kwa moja kwa Israeli. Iran haikusita. Ilizindua mashambulizi ya makombora kwa mawimbi, ikieleza kuwa walilengwa ni vituo vya kijeshi vya anga vinavyotumika na Israeli kwa mashambulizi ya awali. Inaonekana Iran inatuma ujumbe, haiko tayari kuvumilia mashinikizo zaidi kutoka kwa Marekani wala Israeli. Israeli yajibuka papoko papo. Kwa hapo mashambulizi ya anga yalifanyika ndani ya Iran, na ripoti za milipuko mikubwa zimetokea kutoka mji wa mkuu Teheran. Dunia imeshuhudia tukio la nadra sana, taifa la Israeli likifanya mashambulizi ya moja kwa moja ndani ya ardhi ya Iran. Khan Yunis alilia, wanaotafuta msaada wauawa Gaza. Wakati huo huo, Israeli imeendeleza mashambulizi dhidi ya Gaza. Ripoti kutoka Khan Yunis zinasema makumi ya watu waliokuwa wakitafuta misaada wameuawa. Hii ni hali ya kusikitisha sana, ambapo raia wasio na hatia wanapoteza maisha katikati ya vita vya kisiasa na kijeshi. G7 watoa tamko rasmi, waisi hii wapinzani kupunguza mvutano. Mataifa tajiri duniani kupitia G7 yamejitokeza kuunga mkono Israeli, lakini pia wakatoa wito wa kupunguza mapigano katika Mashariki ya Kati. Wanasisitiza umuhimu wa diplomasia na mazungumzo, lakini je, sauti zao zitasikika? Hii ni hadithi inayoendelea kuandikwa kila saa. Mvutano huu unaweza kugeuka kuwa vita ya wazi, au suluhu inaweza kufikiwa, lakini kwa sasa dunia inatazama kwa hofu na mshangao. Kama unataka kuendelea kupata updates moto-moto kama hizi, hakikisha unabonyeza kitufe cha subscribe hapo chini na washa kengele, ili usipitwe na habari yoyote inayochipuka kutoka kona yoyote ya dunia.